Serikali ya Awamu ya Nane chini ya uongozi wa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi imedhamiria kulijenga daraja la kisasa la Panga Tupu lenye ukubwa wa takriban mita mia moja. Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi Zanzibar, Dr. Khalid Salim Mohamed ameeleza ha hayo wakati alipofanya ziara ya kuzikagua barabara mbalimbali zilizopo katika eneo la Mangapwani mkoa Kaskazini Unguja. Dkt. Halidi amebainisha kuwa daraja la Panga Tupu lina umuhimu wa kipekee ambalo litaweza kuunganisha sehemu ya Mangapwani pamoja na Mahonda sambamba na kuwa na muunganiko mzuri ili kuondoa changamoto inayowakabili wananchi pamoja na wanafunzi katika maeneo hayo. Na hili daraja lina umuhimu wa kipekee. E, ni daraja ambalo lina karibu mita mia moja lilikuwa huko nyuma linajengwa, lakini linaanguka kutokana na mvua kubwa na maji mengi yanayopita katika eneo lile. Lakini serikali ya awamu ya nane e, chini ya uongozi wa Rais wetu Dk. Hussein Almwinyi imeamuliwa sasa kujengwa daraja la kisasa, na hasa tunavyojua kwamba eneo lile ni muhimu kwa kuunganisha sehemu ya Magapwani, lakini pia na sehemu ya Mahonda itakuwa na muunganiko mzuri itapita barabara ile katika eneo la shamba la miwa Mahonda, lakini pia Panga Tupu. Sasa kuna hospitali, hospitali iliyojengwa hivi karibuni kwa ajili ni hospitali ya wilaya kwa ajili ya wilaya ya Kaskazini B ambayo inaunganisha sasa watu wa Bumbwini, watu wa Mahonda, lakini pia na maeneo ya Donge kwa barabara ile ni muhimu sana. Naye mkurugenzi wa okun Zanzibar Mustafa Tabakul ameeleza kuwa watahakikisha wanajenga barabara zilizobora na za kisasa zaidi ili kuwarahisishia wananchi waweze kufaidika na barabara hizo. Nao wananchi wamepongeza hatua wa hiyo ambayo itaweza kuwarahisishia kazi zao za kila siku. Mpaka sahivi tuka maeneo ya, ya, ya kwetu hapa sahivi tutashukuru, tunashukuru Mungu a tunasumbuka sasa hivi itapotengenezwa uzuri itakuwa magari mengi tutakuwa kwenda na safari zetu katika harakati zetu sasa tutakuwa hatupati tabu sana. Magari atakuwa ni mengi tunashukuru Mungu mpaka sasa hivi watoto kwenda shule na sisi wenyewe kwenda hospitali. Lakini kimaendeleo mazuri tunatunaridhika sana. Bila si haba mchango ilikuwa tunapata tabu sana darajani, wanafunzi hawendi shule ikinyesha mvua, lakini si haba sasa hivi wanakwenda kama kawaida. Na tunaomba watufanyie hima hima wapate wamalize. Watoto neemeke na kwenda na maendeleo hizi. Ni ripoti za Asam, Fatuma Bernard, Asam Online TV.